Kero Lako manamani imefanyika kila Kisumu hata watu wawamini, oh, eh, Buraila ni jamaa wa siasa kubwa sana nchini na mm -hmm. Chochote ambayo ilikuwa inaendelea kule India, tulipaswa kupata kama nchi, kwa sababu Raila sio mtu hivi hivi mm -hmm. Eh, from the start, vile alienda vile mambo ilikuwa imeanza, tulifaa tunapelekwa one by one kwa, eh, kwa, kwa sahii yako kwa hivi na hivi na hivi kuliko yeah. kuficha mambo lakini, eh. una uhakika gani kwamba hizi taarifa zilikuwa zimefichwa? alafu nikiongezea kitu kingine chenye nikera sana kwa kifo ya, ya Raila, vile tu nitaungana na mwanangu akisema lazima akuje hapa kwanza ndio tuamini, yeah. Wengine washaanza kungangania uongozi wa wa ODM. Mnaficha mambo sahihi, amekufa yani Raila, the father of democracy, the father of devolution Raila kila kitu saia amekufa. Kero lako ni kipi ambacho kimekukera wewe na kuaga kwa Raila Amolo Odinga? Mimi, kitu yenye imenikera ni maisha ya Wakenya. Raila ni mtetesi wetu kama sisi wanyonge, akiona maneno imeenda mbele, Raila anakuja na simama, naongea hiyo maneno inatulia. Sasa kama wakenya tunaenda wapi Sajetina? Eh, sisi tumekufa kabisa. Sainyo, tumekufa kabisa saa hii ndio tumekufa kabisa aki, kama ni uwezo wetu, kama ni uwezo tupira, tunalia hivi Laki. kitu kimenikera ameacha taifa likiwa kwa chitatanisi ya kwamba tulitarajia Raila Odinga angekuwa hai demokrasia ya Kenya ingeendelea kudumishwa, kwa sababu siasa za Kenya hazitakuwa safi bila Raila Amolo Odinga. Saizi Kenya hii haitakuwa vile inahitajika, kwa sababu kama si Raila Odinga, chenzi walikuwa wamechukua serikali mikononi mwao na wakichukua serikali mikononi mwao Kenya ingekuwa na anaki. Sisi tulikuwa tunamlilia kama baba wetu, pipapa, umetuacha wapi? Nimekerwa sana, juu ni kitu imefanyika gigafla siku anataraji Unahisi kwamba chama cha ODM kitaweza kushikamana? Chama sasa cha ODM kimeisa sasa, kwa sababu bila Raila hakuna ODM, bila ODM hakuna Raila. Sasa ni mwaso wa kusambaratika wa chama cha ODM, hakuna option nyingine. Mimi nitaamini Raila amekufa akifika, akiletwa mwili kikuja Kenya kutoka kaunti ya Kisii. Jina langu ni Kombo Alphayo. Kero Lako.